na hapa Morogoro ikiwa ni moja ya nani, maana nii kwamba Tanesco kwa kuangalia na wao sehemu yao ya mchango katika viwanja hivi na sehemu yao ya mchango katika kutimiza azma ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuwapatia vijana maeneo ya kufanyia kazi, Tanesco peke yake kazi ya shilingi milioni 94, wame wao wanachangia milioni 38. Wapigeni makofi. SIDO hawa wanatakiwa walipe ile milioni 56, iliyobaki katika kupatana humo ndani, tumekubaliana kwamba watalipa kwa awamu ili i kazi ifanyike ndani ya wiki na hii wiki tatu. Amesema amekuwa conservative kwa tengo la mwaka huu kwa self, kwa mkoa wa Morogoro kwa la tengo la bilioni tatu ambalo unapaswa kuwafikia wajasiriamali pamoja na wakulima e, lakini naosema bilioni tatu sio kwamba ndo ukomo tukipata uhitaji zaidi hata bilioni tano bilioni kumi bado tuna uwezo wa kuzitoa kwenye mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo ni, ni, ni sisi kuchangamkia fursa wajasiriamali wa Morogoro. SIDO tukio lao hili kubwa ambalo lina serikali pia, tunaamini tumesupport SIDO, tunaamini tumesupport serikali kwa vijana wetu wajasiriamali kwa kuwapatia matisheti kadhaa ili waweze kuonekana na waweze kuonyesha bidhaa zao pia hapo awali, kwanza changamoto ilikuwa kama ni maeneo, kwa sababu kama sioje sema mali unakuta tuna ni kweli tumepata ujuzi na pia tunafanya hizi kazi za kuhifadhi mazingira, lakini maeneo tunayotoka unakuta sometimes, hata eneo la kufanyia kazi a shughuli, kwa hiyo inakulazimu uweze upange au upate kwa gharama kubwa, masharti yanakuwa makubwa, tunashindwa kufikia ndoto zetu. Lakini kwa leo kama hapa tuko SIDO tunapata maeneo ambayo ni ya serikali, maeneo ni rafiki, kuanzia miundombinu yote iwe jengo umeme, hata vitendea kazi ikiwemo hata na mikopo wa mitaji kuweza kuwezeshwa. Kwa hiyo mimi naona kwa sisi vijana ni fursa na ni hatua ya kufikia malengo yetu kwa ujubtu kabisa. Tunafanya kazi na wakulima kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba tunapata malighafi za kutosha. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa wakulima, namna sahihi ya kuzalisha mazao haya, mbegu aina zipi wazalishe, ili mwisho wa, wa siku waweze kupata masoko ya kile walichokizalisha kwa ajili hii wa wapi wapeleke kile walichokizalisha, kwao wanapata soko la uhakika, ambayo itasaidia kuongeza kipato chao, na hii inasaidia pia kwa wao kuweza kufanya shughuli zao zingine za kimaisha, kwa sababu tayari wana soko, wanaongeza kipato na wanauza kila walichokizalisha, vile viazi vya gredi ya kwanza, gredi ya pili mpaka ya tatu, kwa sababu vyote vinaenda kiwandani.